Unasababishwa na virusi. Sasa virusi hivi viko pia virusi vya aina nyingine vinavyofanana hivi. Nafikiri mmeshawahi kusikia ugonjwa kama tete kuanga kwa Kiingereza tunaita chickenpox. Lakini mmeshasikia ugonjwa ukiitwa smallpox. Ni ugonjwa ambao kati ya magonjwa yanayosababishwa na virusi vya aina ya familia familia zinazokaribiana. Sasa ugonjwa huu unafanana na magonjwa mengine. Kwa hiyo sio lazima mtu yeyote atakaye kuja akiwa na vipele sehemu zake mbalimbali mbali za mwili ikawa ni lazima kwamba iwe ni mpox. Ugonjwa huu unafanana na chickenpox ambao ambayo nimesema ni tete kuanga. Ugonjwa huu unafanana na small pox, eh, lakini pia ugonjwa huu unafanana na herpes zoster. Herpes zoster kwa Kiswahili ni mkanda wa jeshi. Sasa dalili pia zinafanana kwa mfano umesikia watu wamekuwa wanaongea wanasema, mtu anakuja anaumwa kichwa, anasikia misuli inauma, eh, anasikia uh, mwili unauma, anasikia kama koo linauma, eh, mwingine anashindwa kumeza, unaona. Lakini mtu mwingine anaweza akajisikia kama amevimba mitoki, nafikiri mitoki tunaifahamu. Eh, mwingine anapata homa kali. Sasa dalili zote hizi ambazo nimezitaja zinafanana na hayo magonjwa mengine. Kwa hiyo wakati pekee ambao tunaweza kusema kwamba mtu anaumwa mpox ni pale tu ambapo tutachukua kipimo cha maabara, kipimo chake cha damu, tukapeleka maabara, maabara ikapima, ikaturudishia majibu kwamba ugonjwa huu ni mpox. Hapo ndio tunaweza kusema kwamba mtu ana ugonjwa wa mpox. Lakini otherwise kwa dalili hizi ambazo nimezitaja vikiwemo vipele, eh? Huwezi kusema moja kwa moja kwamba huyu ni mpox, ni mpaka ufanye vipimo vya maabara. Kwa hiyo wananchi wako sahihi kusema kwamba tumeona watu wengi, ni sahihi, lakini inawezekana ikawa ni mpox na inawezekana isiwe ni mpox. Kwa sababu mpox inafanana na magonjwa mengine ambayo nimeyataja, lakini unaweza tu kusema kwamba ugonjwa huu ni mpox na si ugonjwa mwingine wote, endapo utafanya kipimo cha maabara kikakurudishia majibu nataka tu nikurejeshe kidogo. Utakumbuka hapo nyuma, kwenye sekta ya afya tuna slogan tunaita sio kila homa ni malaria. Mtakumbuka pia kipindi fulani ilikuwa kila mtu akio akipata homa malaria malaria, lakini ikabidi tukemee, kwa sababu unaposema ugonjwa huu na sio huo, ukampa mtu matibabu ambayo sio kuna athari, anaweza asipone au unaweza ukamsababishia madhara mengine. Kwa hiyo nachoweza kusema tu hapa ni kwamba sisi tumeshazisema dalili kama sekta ya afya, tunaomba wananchi, ukishaona zile dalili usije ukasema kwamba ni ugonjwa huu. Hapana, wewe wahi kituo cha afya, nenda pale. Ukifika watakuchukua kipimo, wakisha kuchukua kipimo watakipima, alafu majibu yatarudi. kama ni MPOX tutakwambia ni MPOX, kama ni ugonjwa mwingine tutakwambia ni ugonjwa mwingine.